Watizame wale watu watatu katika hadithi mashuhuri maarufu sana hadithi. Mtume anasema inna thalathatan min bani israila abras wa aqra wa ama, watizameni watu watatu waliopita katika bani Israili, mmoja alikuwa na maradhi ya mbalanga ukoma, na mwingine alikuwa kipara na maradhi ya kutomea nywele, na mwingine alikuwa kipofu haoni. Hawa wote wamepewa mtihani na Allah.

Fikiria kitu kikubwa unachokihitaji, unataka nini? Akasema kama kuna kitu nakihitaji sasa, jildan hasanan wa launan hasana, nataka ngozi nzuri na rangi nzuri, wayadhhabu anni ma qad qadharani linnasu bih. Watu wanakimbia bwana, nkikaa pahala mtu hataki kukaa na mimi, nkimpa mtu mkono hataki kuchukua kwa sababu tu naumwa, wanaona kama nitawaambukiza. Ya Rabbi, akinijalia nikiondokewa na haya mambo, nitafurahi sana. Asema famasahahu, yule malaika akampangusa katika mwili wake, faada ilaihi launuhu wa jilduhu. Ngozi ikarudi nzuri, rangi ikarudi nzuri. Bwana kwamini, anajikuta sasa mtu mwengine sayulmali ahabu ileik, kambia bado, That is not all. Kuna kitu kingine, tutakupa unataka nini? Katika mali unapenda nini? Bwana akachagua anachotaka, sema ibil, ibil, ngamia, tkangamia, sema faatahu llahu naqatan ashra, kaletiwa ngamia. Ana ujauzito wa miezi kumi, maanake ndo tayari anakwenda kuza, kamba hayo kisha msikilize malaika alisemaje? <coughs> barakallahu laka fi, Mungu akubariki huyo ngamia yako, Mungu akubariki. Neno baraka likatumiwa hapa, fatawaladat wamalaat alwadi, ngamia wakawa kila jangwa lilokuwa pale wamejaa baraka ya dua ile. Thumma ata aqra, kamwendea yule alokuwa na kipara Kamuliza, kama mwanzo nini? Asema <coughs> nywele zirudi angalau na mimi niwe kama wengine, watu wananyona kama mimi ni mtu ajabu ajabu, lakini kirudi nywele zangu nachokitaka. Akampapasa upara wake ul nywele ikarudi. Kisha ni mali ya kaulizaalik, kamwambia Bakar, nipe mbuzi e, ng'ombe. Asema faatahu bakaran, akapewa ng'ombe.

na yeye akaulizwa mali anayotaka, akasema mimi nataka angalau nipate mbuzi. faatahu llahu shatan walidan, mzazi mwenye kuzaa sana. faqala baraka llahu lak, Mungu akubariki. Hawa wote wakabarikiwa, walikuwa wagonjwa wakapoa, walikuwa mafukara wakatajirika, walikuwa hawana kitu wakabarikiwa. Sasa ni mtihani yule malaika akakaa, wamesha sahau, wana enjoy. Akarudi tena akamwendea yule yule wa mwanzo, kama alivyomwanzia mwanzo, akamwambia, habari za siku nyingi, ndugu yangu. Yule bwana akabadilika sasa. Siku zile alikuwa akiongea mnyonge, mpole, nini, sasa sasa hivi amekuwa hash kilo. Akamwambia anabnu sabil, mimi ni msafiri, ndugu yangu, lakad inqata'at hibali kamba zangu, yani mambo yangu yote yameharibika. La balagha li safari yangu nayosafiri sifiki ninakokwenda illa billahi thumma bik, labda Mungu aninusuru kupitia kwako. As'aluka billah alladhi radda ilayka jildaka wa lawnak, na kuomba kwa yule Mungu ambaye alikupa ngozi na rangi nzuri bairan ataballahu bi nipe angalau ngamia mmoja iwe kipando changu, nifike nakokwenda kwenda iyo. Bwana akageuza uso akaambia, alhuququ kathira, madeni ni mengi na haki za watu ni nyingi. Kila mtu anakuja hapa anahitaji haki ni nyingi sana, siwezi kumpa kila mtu. Kwa hiyo hapa, bwana we, hupati kitu. alhuququ kathira, haki ni nyingi majukumu ni mengi, pita. Ana habari kama ndo yule yule alokuja akamwombea ngozi ikarudi? Ana habari? leo anamfukuza, huyo amesahau. Na hivi ndivyo tulivyo wanadamu, umesahau. Usisahau, sahau ulikotoka. <coughs> Usi <sahau. Sahau> <coughs> kasahau bwana. Yule malaika akamkumbusha sakani, aarifuk sikiingilia wewe sikana, kwamba nakujua wewe. Kunta abras, si ulikuwa na mbalanga wewe, na na ugonjwa ngozi? Si ndo wewe? Wa kunta faqiran fa aghnaka Allah, sino wewe ulikuwa fukara wewe, Mungu akakupa. Mimi nakujua. Ile bwana akababia, Ndio tena, sikusikie unasema maneno, mimi mimi au mwingine. Unanifananisha? Hadha almal warithtuhu kabiran an kabiri. Na uongo juu, mali hii nimeirithi kutoka kwa mababu na mababu, huyo naimtaja sie kabisa, sio mimi wa warithtuhu, nimeirithi kabiran an kabiri, yani kana inda jadi wa kana inda jadihi qabla jadi. Nikwa hii ni ya family, bwana tumerithi mali hii. Malaika akamwambia, in kunta kadhiban sayaraka Allahu ila ma kunta fi, kama wewe ni mwongo Allah akurudishe kulekule ulikotoka kule. Huyo akaenda zake, akuchukua muda bwana, ngamia wote walikufa, na yeye akarudi na ugonjwa ule ule alokuwa nao mwanzo. Kama kawaida, ukibarikiwa Tizama aliyekubariki usitizame akili yako, hata kama umuone. Lakini tunamuona Allah kwa neema zake, tunamuona Allah kwa yadun khafiya, utendakazi wake si tunaona, na mifano ipo. Unamuona huyu alikuwa tajiri sote, unasea sasa hivi amekuwa maskini, au alikuwa maskini, sasa hivi tajiri. Unamuona fulani alikuwa hivi, sasa hivi, si ni mifano yote ipo. Mshukuru Mola wako kwa alichokupa, kisha alichokuagiza kwa kile alichokupa kitekeleze. Kabira na ankabiri, sema nimeirithi kwa mababu zangu. Kenda kwa yule wa pili aliyekuwa na kipara, akamwambia ndugu yangu, mimi ni mpita njia msafiri, imepungukiwa inqata'at ibali fala balagha li illa billahi thumma bik siwezi kufika ninakokwenda, Allah anipe msaada, labda na wewe unipe. Sasa naomba unipe bakaran wahidan ataballahu, angalau ni nafika ninakokwenda fi safari. Yule akamwambia kama alivyomjibu mjibu wa kwanza, akamwambia vilevile, mimi sina kujua. Wewe si ulikuwa wewe unakipara, Mungu akakupa nywele ulikuwa wewe hivi, Mungu akakupa hiki, mbona leo unasema, ah, hii mali bwana sijaichuma leo wala jana, nimeirithi kutoka kwa wazazi wao. Na yule akamjibu kama alilomjibu, na akamwambia vile vile, in kunta kadhiban, kiwa wewe ni muongo, sayyaraka Allahu ila ma kunta qabla, Mungu akurudishe ulikotoka. Ng'ombe wakafa wote, upara ukarudi kama kawaida. Akaenda kwa mtu wa tatu huyu mtu wa tatu akamwambia, kama alivyowaambia wawili waliopita. Huyu alipotajiwa tu akasema, wala usimalize bwana, usimalize, una shida? Hizi hapa mali zangu, mbuzi wangu hapa, unaniona mimi kuntu faqiran faaghnani Yallah, ya zamani nilikuwa fukara sana, Mungu akanipa utajiri wa kuntu kafifa albasar faradda Allahu ilayya basari, nilikuwa kipofu sioni, Mungu akanipa macho. Nimlipe nini mimi Mungu? Sasa nakwambia hivi katika hizi mali unazoziona hapa, khudh ma tasha wa da'li ma tasha, chukua unachotaka niachie unachotaka ma, nikamfanya kama mali ni yake yeye. Gawa wewe, kama utafanya nusu kwa nusu, kama utaniachia robo kama utaniachia mbuzi wawili utachukua chote, chagua mwenyewe mimi, si kwa hivi. Bwana huyo, oh, malaika kama, basi basi basi, baraka, Barakallahu laka fi mali mara nyingine, Mungu akubarikie katika mali. Innama ibtulitu wewe na wale wenzako, nyote mmepewa mtihani. Faqad sakhita Allah an sahibaika wa radiya bik, wale wawili Mungu wamewakasirikia, na wewe Mungu amekuridhia. Kwa heri na kwenda zangu bwana. Mtume anasema, akaondoka yule mwengine akazidi kubarikiwa, wale wengine wakarudi katika hali waliokuwa zamani. Hii hadithi ina mafunzo kwamba baraka unapewa na Mungu. Unaweza ukaona mtu ukamwona kama ni Othman Maalim, akamwambia bwana, msikitini kwetu kuna feni imeharibika itengeze. Ukamwambia we unataka we hela, labda huna futari leo, ole wako sie huyo. Kumbe ni malaika utajijua. <laughs> Kumbe ni malaika <laughs> utajijua mbele ya Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu, ni jambo la maana sana mtu kuisherehesha na kuiexpand baraka aliyopewa na Allah na kuitafsiri kwa watu wengine ikatumika. Waislamu wa leo, na kupeni mfano ulinishangaza sana. Hapa Unguja siku moja nilitembea katika njia ya Buyuni Street, nikamwona bwana mmoja Baniani. Baniani tunawajua. Akaniambia nakuona unatoa mawaidha mara nyingi, nasikiliza mimi hutuba yako. Kaongea nami kido, kisha akaniambia kukiwa na shida yoyote msikitini, njoo kwangu, kukiwa na matatizo yoyote, kunahitajika kitu msikitini, nifuate. Baniani anasema tumfuate, kukitokea tatizo lolote, kunahitajika jambo, msaada wowote, iko tayari yeye kufanyaje? kutoa msaada subhanallah. Mimi sijasimamishwa yes, na mtu yoyote barabarani akaniambia bwana, kule kama kuna imamu hamna mshahara wa kumlipa mimi najitolea, au kuna shida yoyote au hata si hilo jambo lolote tu katika la Waislamu akaniuliza kuna shida yote. Mtu wa kwanza ameniuliza baniani ambaye wala haingii msikitini yeye, naye na dini yake na ibada zake nyingine yabuduna ya albahar, lakini anataka anakuwa very much concerned na mambo ya dini. Na ukiwaona watu wa familia hizi au wa jamii hii, nao pia wako katika harakati nyingi sana za kutumia zile mali zao kwa humanity na ubinadamu na vitu vingine, na wao Mungu anawapa katika hiyo dunia yao maana kila mmoja Mwenyezi Mungu anampa kwa kile alicho. Hata makafiri wale walokuwa wanapewa malipo yao na kuwepo hapa hapa ulimwenguni wengine, lakini tunazungumzia baraka ambayo Waislamu, ndicho kitu tunachokitafuta kila bahala usiku mchana, hatulali sisi, tunatafuta baraka, baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona yanatupita mambo mengi? Baraka zinatupita, hatutumii vizuri umri wetu. Kwa hiyo tazama vizuri, aljundu min junudillah, hili ni jeshi katika wanajeshi wa Mwenyezi Mungu. Idha halat likitua, fil waladi, kwa mtoto aslahat nani asitake furaha? Nani atake furaha? Baraka inafanya mambo haya. Mwenyezi Mungu atuzuku baraka katika maisha yetu, katika majumba yetu katika watoto wetu, wake zetu, mifuko yetu pia ibarikiwe, japo kuna shilingi mia mbili tu, lakini hiyo iwe na baraka iwalete wengine. Ni vitu ambavyo vinawezekana kabisa, ikiwa mtu atajifunga kuangalia Allah anataka nini na mtume amefundisha nini. Tutafute baraka kila pahali, na hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tunazitafuta baraka za Allah na inshallah tutazipata ikiwa tuko tayari. Mwenyezi Mungu hamnyimi mtu yoyote, isipokuwa akijinyima mwenyewe.